labda huo umekabwa sana ndio unaruhusiwa kupiga pasi ya nyuma. Hiyo ndiyo falsafa ya mwalimu Pantev. Na Pantev ana fomula mbili. Fomula ya kwanza ni mbele kwa mbele, yani twende kwao. Na kwenda kwao kuna mgawanyiko wa aina mbili, tunaweza kwenda kwa kupiga pasi nyingi za haraka haraka, ama tukapiga ndefu tukaenda kwao kwa kufika kwa wepesi na kupiga pasi nyingi za haraka haraka. Wachezaji wa namna hiyo tuna wakinabudwa, anagusa anaondoka, anakwenda kuichukulia mbele, anaachia kule. E, kupiga pasi ndefu, hiyo ni kazi ya, ya, ya Alasane Kante nachukua marichi. Kwa hiyo ni marufuku, hairuhusiwi mm. It's strictly prohibited mm. mm. <laughs> Strictly Yeah, yeah. prohibited <laughs> <laughs> kupiga pasi nyuma, wakati upo, wakati mechi nachezwa mm -hmm. Yani anapoanza Kamara mm -hmm. akaanza kwa Mligo au mm -hmm. akaanza kwa Kapombe, Kapombe anaileta kwa Rushin, Rushin anamwachia Shamo, Shamo anamrudishia tena Rushin, tunaondoka hapo mali inakwenda moja kwa moja kwa Kagoma Huruma, Kagoma, asante sana Kagoma anagonga one touch, inakwenda kwa Alasana Kante. Kante ndiyo atafanya maamuzi pale, apige safari ndefu au aanze nyepesi kwa Ahua. Ahua ataangalia aende kwa Kibu au aende aende kwa, kwa Mpanzu. Mpanzu akichukua mali

tunakoa mikazosindo minuno aafu sisi tuna mikazowashamfukuza aasem imana waandishi, nieni mkamuulizie foili yuko wapi? akujamzoea ukimya huo. Wewe Latifa, nenda pale, nenda pale panapojaaga maji, nenda kaulize foili yuko wapi? Wanamfukuzaje kimya kimya? <coughs>